Wala usipendelee uso wa mtu wala usitwae rushwa, kwa kuwa rushwa upofusha macho ya wenye akili na kugeuza dawa ya wenye haki. ishirini. Nasema yaliyo haki kabisa ndiyo utakayoya utakayoyafuata ili upate kuishi na kurithi nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Wapendwa, hakuna hakuna kitu ki, mwenye haki kama Mungu, na huyo Mungu mwenye haki ametuweka duniani kwa kusudi, ili sisi tumwakilishe Mungu hapa duniani, na ndiyo huyo anatueleza waamuzi, wakati mwingine watumishi wabaya ndio wameisababisha dunia kuwa katika katika laana. Maana mtu mwenye haki ameenda kwenye sheria akikusudia apate haki. Wana sheria, poreni sana. Mtu mwenye haki amekuja kwako ili umpatie haki yake, ipatikane haki yake wazi, lakini pamoja na kupewa na na, na, na, na haki unaiona na una akili timamu kabisa ya kwamba kweli huyu mtu ana haki, lakini kwa kupewa fedha tu eh, inabadilisha maamuzi, mwenye haki anakoswa haki yake. Mungu anasema amewaweka kwa, kwa, ya kwamba muamue kwa haki. TAKUKURU, mmepewa nafasi hii na Mungu, mumwakilishe Mungu, Mungu kwa haki. Na kwa maana hiyo mnapaswa kusimamia kweli, japo ni wakati mgumu, unashawishika, mtu amekuletea burunguti la pesa ili wewe upindishe tu kwamba umruhusu yeye afanye. Ni kazi ngumu, waheshimiwa. Bwana Yesu asifiwe sana, dini mbalimbali, watumishi wa, wa Mungu, ni kazi ngumu, lakini Mungu wetu anatuambia ni lazima tusimame katika hayo, tuamue kwa haki. Mwambie pamoja na pesa yako hii. Mimi nilipata kulitokea kesi fulani Ke, kesi hiyo ilikuwa ni ya wazi kabisa, lakini <laughs> hakimu siku moja akapelekewa, mwanasheria akapelekewa pesa. Alipopelekewa pesa hiyo baadaye akapeleleza sana, akajua hii ni haki ya ya kanisa la mahala fulani. Pesa nayo anategemea sasa kuamua kesi, na siku ya kesi imepangwa. Ilibidi amwite mwenye pesa, ndugu yangu, naomba uchukue hii hela yako ikusaidie, maana kesi ya kwako ni ngumu mno hii ni haki ya mtu na mimi natakiwa niamue kwa haki. Akapewa, hakuamini, alichanganyikiwa. Kesi tulipokwenda mahakamani, nikasimama nikashinda. Akaamua kukata rufaa kuja Geita, akaileta hapa na mimi nikasema ni vizuri. Akazunguka kwenye ofisi, kwa sababu waamuzi walisimama kwa haki zao, alishindwa na haki yangu ikapatikana. Dini mbalimbali, wana wa Mungu, kwa hiyo tunatakiwa kabisa, ili nchi ipendeze na Mungu aiite ni nchi iliyobarikiwa. Ni, ni, ni sekta zote tusimame kwenye haki.